Ili tuwe na uchaguzi wa haki hakikishe kwamba michakato yote ndani ya vyama ifanyike kwa kuzingatia sheria, katiba, katiba ya chama, kanuni za chama na sheria za nchi. Tunaombeni sana sana, tunaelekea michakato ya kura za maoni na michakato ndani ya vyama, zingatieni hilo. Na wanachama msikubali, mwanachama unapewa shilingi elfu moja, unapewa shilingi elfu kumi. Kwanza huyo mwanachama jua anagawa chama, yani kwanza ni kukudhalisha wewe anakupa shilingi elfu kumi Huyu anampa elfu kumi, anampa laki moja, anampa t-shirt, anapewa mimi. Kwa nini anagawa? Huyo sio mtu alete umoja katika chama. Kwanza anaanza kukugawa. Na mtu akiingia akichaguliwa kwa njia za rushwa, atakapokuwa ameshinda akapata uongozi mfano, atafikiri namna ya kurudisha fedha yake. Hasa ndio inakuja athari katika miradi anayosimamia. Nani atakemea vitendo vya kihalifu ndani ya miradi katika eneo kama umeingia kwa njia ya rushwa? Kwa sababu anafikiri arudishe fedha yake aliyoitoa kuwahonga wanachama. Wanachama msidhalilishwe zalishwe mwanachama. Mtu anakupa yani, amekuona wewe ni mtu wa shilingi elfu kumi, anaona mwingine shilingi elfu hamsini. Mwanachama anayefanya vitendo hivyo anadhalilisha chama na anakudhalilisha wewe mwanachama. Hafai. Zingatieni maadili, miiko ya chama zingatieni sheria za nchi. Na TAKUKURU sisi tuko pamoja na nyie katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki, tunapata viongozi ambao ni committed, viongozi ambao tutashirika pamoja kudili na wale watu ambao wanafanya vitendo vya kihalifu ndani ya nchi yetu, ikiwepo vitendo vya rushwa. Mkemeni mtu mapema, hatoi rushwa ile kwa mtu ambaye sio mwanachama kwa chama. Kama ni mwanachama nchama, maadile, chama unajua, maadili ya chama chetu ni hiki na huyu anachofanya sicho, mwambie. Kama una shida kumwambia mwambie kiongozi wako, kama sio, toa taarifa TAKUKURU. Lakini naamini kabisa viongozi wote tunaopata ndani ya serikali yetu zetu wengi tunapitia michakato hii ya chama, wabunge madiwani. Hapo madiwani wanasema miradi yetu ya maendeleo, hii tunayofuatilia. Sasa kama diwani anataka kugombea, ameanza mchakato kinyume na maadili ya chama. Anaanza kutoa vitu, ninategemea nitie nia. Anaanza kutoa vitu ambavyo ni kinyume na maadili ya chama. Chama mnamwangalia ile husika kata fulani. Mnamwangalia. Kiongozi wa chama pale, chukua hatua mapema. Kwamba mheshimiwa, wewe ni mwanachama wetu, lakini mwenendo unaenda nao huu sio wa maadili ya chama. Kiongozi anapatikana kwa njia ya rushwa si kiongozi mwadilifu. Naombeni sana sana wanachama, nataka kutia nia kwenye vyama, hakisheni kwamba mnazingatia miiko na maadili ya chama, na tunaombeni sana viongozi wa vyama, chukueni hatua kali za awali kwa wale ambao mnaona tayari wanakiuka maadili. Nashukuru kiongozi mmoja wa chama seme tu chama tawala katika mkoa wa Njombe juu kabisa, kama wana habari na niarusha taarifa, naona klipu aliyerusha, niseme tu katibu katika, katika, wetu mwenezi klipu aliyerusha nzuri sana, ya kuambia wanachama tunaelekea uchaguzi, tuzingatieni maadili ya chama. Ile klipu ni nzuri sana. Ile ni moja strategy ya viongozi wa chama nilichokiona walichokifanya kuambia wanachama. Sasa naamini kwa kauli ile na ile clip ile iliyorushwa yenye maadili mema kuhamasisha wa, wanachama wa vyama kwamba wazingatie maadili ya vyama na miiko ya chama. Nadhani wanachama wetu wataisoma watakuwa wameelewa. Lakini nadhani hiyo nasema kwa mfano huyu ambao niliona, lakini kwa vyama vingine vyote vya siasa ama viko kwa mujibu wa sheria za nchi, zingatieni, waambieni watu wenu na TAKUKURU tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria pale tunapoona kwamba sheria za nchi hii hukua watu kutoa rushwa. Hii tunaambiana kwa kweli mapema lakini tunaamini tunamwomba Mwenyezi Mungu tusifike huko. Kama viongozi wa vyama mtachukua hatua na wanachama wa vyama mmesikiana nao sema na mkajirekebisha yule mwenye mapungufu akaacha hayo. Sisi tunataka tujenge mkoa wetu uwe na amani, tuwe na ushirikiano pamoja. Ukienda kwa viongozi wa chama na kumko pamoja. Tunajenga nchi moja kwa masuala ya Tanzania na wananjombe. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo ya awali naomba nitoe taarifa ya utendaji kazi watakutasia kuzuia na kupambana mkoa wa Njombe kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka 2025. Moja, TAKUKURU katika kipindi hicho, TAKUKURU mkoa wa Njombe tuliweza kuendesha programu ya TAKUKURU rafiki na tukafanikiwa kutatua kero moja mbili kubwa za wananchi katika kata ya Igongoro kama ifuatavyo. TAKUKURU mkoa wa Njombe imetatua kero ya za muda mrefu kwa wananchi wa kata Igongoro ya kukosa huduma ya maji na umeme na uhakika kwa sababu zilizosababishwa na kukosekana na visima vya maji ya uhakika na kipozea umeme transforma katika maeneo yao. Kwa hiyo katika ku, tuliopenda katika kutekeleza programu ya kurafiki tulikao na wananchi wa kata ya na Igongolo, moja ya kero walioongea ni kero ya ishu ya maji na ishu ya umeme. Kwa TAKUKURU mkoa Njombe, kero hiyo ile iliyokuwa katika programu TAKUKURU Rafiki tulifanyia kazi kwa kushirikiana na wadau wa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya maji na umeme, ambapo tulipokea kero hiyo na kuziwasilisha katika taasisi hizo. Kwa upande wa maji, wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Njombe walipokea kero hiyo ya wananchi wa kata ya Igongoro na kisha kuifanyia kazi kwa kujenga mradi wa kisima cha maji uh, Tagamela wenye thamani ya shilingi milioni 60. Mradi umekamilika na unatoa huduma katika kijiji cha Tagamela, Maduma, Kichiwa, Itipingi, shule ya msingi Tagamenda na katika zahanati ya kijiji cha Tagamela. Hayo ni mafanikio tuliyopata katika kipindi hicho, kwa kupokea hiyo kero ya wananchi na pia tukawasiliana na taasisi ndio zisema ruwasa na wenzetu wa TANESCO kwa ushirikiano, wakaenda wakatatua kero hiyo. Kwa hiyo wananchi wanapata maji tayari, wanapata umeme. Hiyo katika nitaka, kawai, lakini, kwa kwa kwa jumla, ni taratibu za kawaida, lakini kwa ujumla kero hiyo ilikuwa ni ya muda mrefu. Tunashukuru kwa ushirikiano wa viongozi wa taasisi ndio zitaja pia na wananchi wa kata hiyo kwa kushirikiana kwa pamoja na, na hadima mata kero hiyo ikatatuliwa. Ndugu wanahabari. Kwa katika miradi hiyo 22 tuliyofuatilia ambayo ina thamani ya jumla ya shilingi bilioni 6.5. Miradi tisa ilikuwa na mapungufu ambayo ina thamani ya shilingi uh, bilioni 2.5. Ilikuwa na mapungufu madogo. Si mapungufu kwamba mradi umekwama, ni mapungufu madogo yale ya kiutendaji na ili haswa ile spidi ya mradi kukamilika. Yale mapungufu ambayo tumeyaona, tuliweza kuwasiliana na taasisi husika kwa lengo la ya kurekebisha yale mapungufu na yale mapungufu yamechukuliwa nafanywa kazi, na sisi tunategemea baada hapo tutafuatilia tena kuona yale mapungufu ambayo tuliyaona sisi yameweza kufanywa kazi na mradi unaendeleaje tena. Lakini si kwamba mapungufu yayo ni yale ambayo yasababisha mradi uendelee, mradi unaendelea. Na hii tunalifanya kwa maksudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mithamani ya fedha katika miradi inaonekana. Lakini katika miradi hiki katika, mbali na miradi hiyo tuliyofuatilia maendeleo pia tuliendelea na jukumu la uelimishaji wa wananchi juu ya ushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Ndugu wanahabari, kama mnakumbuka kauli mbiu sasa hivi ni tuseme, ya kitaifa katika mapambano ya rushwa ni kwamba inasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo kile tunapoelimisha wananchi tunahimiza sana hili, kwa sababu vita dhidi ya rushwa bila ushirikiano hatuwezi kuimaliza, lakini tukiwa na ushirikiano pamoja, tukikemea, tukizuia, tunaona mwenendo unaoelekea sio mzuri, tukachukua hatua mapema, kila mwananchi akafanya hivyo, anaona kwenye mradi kuna jambo linaonekana si wakaa na siwa wasiwasi, akutoa taarifa, tukafuatilia, basi tuna inasaidia kuondoa yale mapungufu ambayo ni vitendo vya rushwa, ubadhirifu katika mradi ule, kwa sababu tunaendelea kusema jukumu la kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu tunasiza kauli hii kwa sababu wananchi wakijua vizuri na kuitekeleza kwa vitendo, tunaamini kwamba tutapunguza sana vitendo vya rushwa katika nchi yetu na hasa katika mkoa wetu wa Njombe. Pia katika kipindi hicho tuliweza kufuatilia uh, miradi tuliofuatilia tulikuwa ni jumla, tuna miradi ya uh, sekta ya elimu, sekta ya afya, barabara, ujenzi wa nyumba za watumishi na yote hiyo tulifuatilia kwa lengo hilo lilosema la kuona haya mapungufu yaliyoko yachukuliwe hatua ili turekebishe, lakini miradi, thamani ya mradi ionekane. Tunashukuru sana, lakini pia tunahimiza sana viongozi wanaosimamia miradi hii, ni vizuri wakafuatilia kila kinachofanyika katika mradi mara kwa mara. Na tunaendelea kuwahimiza wakurugenzi wa halmashauri katika wakurugenzi, tuna wa maengineer wa halmashauri, tunaombeni sana, tunahimiza sana viongozi wetu wakurugenzi tumeni maafisa wale wataalam ma injinia wao wanatembelea hii miradi mara kwa mara, kwa sababu unapofika injinia, mradi upo, ni shule inajengwa, labda mwenyekiti wa mradi anasimamia ni mwalimu, ana majukumu ya shule, ana majukumu mengine ya kimtawala. Sasa nafasi sio fani yake, lakini kama injinia atakuwa anatembelea ule mradi, akiona nini ukadarasa anachokifanya pale, akatoa maelekezo tayari, kwanza spidi ya ule mradi unakamilika mapema lakini cha pili unakuwa na thamani ile ile kusudiwa. Tunaombeni sana wakurugenzi, sana sana hakisheni kwamba wataalamu wenu ambao wameajiriwa kwa kazi hiyo, ningeshauri kwamba ikiwezekana, miradi ya kipaumbele katika halmashauri, mara kila wiki mbili, ni vizuri wataalamu wa miradi wakatembelea ule mradi. Kwa nini? kinachoendelea katika mradi haswa katika kipindi cha awali na kipindi cha katikati ya ujenzi, ni vizuri tukalifanya hilo, kwa maslahi ya taifa na pia katika hali ya mashauri yetu miradi yetu ikae vizuri. Tulinasema hili kwa sababu gani? Tulitembea baadhi ya miradi, unakuta ukiangalia kile kitabu cha visitors unaona